Kudeti na mtu kwa muda mrefu hmm. Sio kigezo cha ye kukoa au kumwoa hmm. Nadeti na Aisha hmm. Namtolea posa Sara alafu namwoa Jamila. Umeiona ile klip ya huh? Ule mdada ambe anambawendo kwa... yule sijui nyuka ni nyukanio na kilapa <pernitting> kwa uchungu sana nimsikia akiwa anaelezea amedeti na mtu siu kwa miaka sita no sure. Kwa miaka sita lakini ameenda kumuoa mtu. Kawaida, usiweke matumaini makubwa kwa mtu. Kwa walikuwa na hadi za kuoana. Ah ha ah, yani imezoeleka kwamba isizoeleke. Isizoeleke. Na ipo. Isi mhm. Mm for fun. Okay, mwanaume anasema awezi kumdate mwanamke like ambaye hivyo mjui tabia zake and everything. Kwa hile, kwa hiyo ile kwa sababu ya tabia no wanaume ya nini? Kwa

Hatuoe kwa sababu, yani mwanaume si wanaume, tuna vitu tofauti tofauti. Ndio maana nasemaga wanaume, hata ikaje nataka nini sha kusikia, kwa sababu sisi tunaoa kutokana na situation ya wakati huo yani, mm. yeah, mb mm. situation ya wakati huo inatupa maamuzi tuwe na mke wa aina gani, wazazi naaaaaa nao? Mwana Ukuta mwanaume ameoa mwanamke wa kawaida. Wanaume mm. wengi wakati hawajajipata, mm. hao ndio walikuwa hadhi zao. Kwa hiyo mm -hmm. ukija kujipata, engea mwanamke alivyostruggle na naalivyo kuvumilia na unaona na yupo ambaye nimeona shangaje mambo na star mkubwa, lakini mke wa kawaida kabla mjajua. Yeye kwa yule ni star, kabla kwa star yeye ndio alikuwa pale kwa ajili yake mda wote, karibu mwenyewe aliachwa akitu unapata tu unaletewa kadi hata yani uletei kadi unakuja kuona picha nipo, hakuna mwanaume ana okay. k jnikhivi mwanamke mwanaume mp... na mp... anapokutongoza na naipoa hii, nikiamba wanawake wengi hawaamini mwanaume anapokutongoza anakuwa na malengo la wewe tayari, naelewa. Lakini nini kitaamua baada ya kukubali ni mwenendo wa tabia zako mwenendo ulivyo jinsi mpaka feshi kwenye haya mahusiano yenu, na ipo wapo wanaume ambao anakuja kwa kwa ajili ya kuchapa na kusepa. Ukifika jinsi unavomtreat tabia zako na ulivyo uh, anakwenda na na kwa nakwenda na kukaa kufanya naye maisha Akiingia wiki anaondoka, mm. Anasema hakunizee thamani nilimpa, mm. lewa mm. ko inawezekana pia mmekaa kwenye miaka yote hiyo mm. ni kwa sababu tu hajapata anayestahili kushika nafasi yako, ndomaana yuko na oh. kwa kipindi hiki acha naipoa nivushe kwanza kwa muda mm. nitakapopata mm. ile kitu ambayo nahisi hii ndio nafsi yangu imeridhia anakaa hivi, aya basi, mwambie mi nipata mtu mwingine. naki story moja mi nakupa, na rafiki yangu wakiki wa karibu sana mm. tofauti na mimi, napata wivu mi mm -hmm. Alikuwa yeah, kwenye mahusiano na mwanaume kwanza, alikuwa na mahusiano na mwanaume ambaye ana kipato kikubwa, tajiri pale mtaani Alimchukua binti kama mfanya kazi wa dukani kwake, akamweka dukani kwake, akawa anauza biashara. Huyu mwanaume alikuwa ni, ni, ni mume wa mtu, elewa, lakini akaanza kumtongoza ule binti. Ule binti akakubali. Ukiangalia alikubali kwa sababu, kwanza akipato, namsomesha mdogo wake, ye ndio mama kwenye familia, unajua, alafu jamaa na pesa, elewa, kabili amkubali jamaa kataka kumua mke wa pili binti, na na na akakataa. binti familia aal haaes a ameingia kazini, ameanza kazi, ana maisha mishahara ya askari zetu unaijua. So hakuwa na maisha ata, watu wanamshangaa pale. Umeelewa? Akikuta pale, kaacha kazi, akaanza kuishi na yule afande. Umeelewa sio? Mm. Mchizi kule akawa yule jamaa aliona vile na yeye akarudi nyuma akawaacha na mtoto na mtoto mwenzie. Mm. Afanye ndio hana maisha. Binti akaanza kupauka kwa sababu alikuwa apati ile mali ambayo alikuwa anapata mwanzo. So wakati mwingine binti labidi atoke akapambane ndio waisha mchizi. Mm. Sio naelewa. Binti amejitoa kote hivyo kwa sababu ya kwa sababu ya mwanaume naye anayempenda aliacha kila kitu kwa ile mwanaume anaea kila kitusafhe, akapiga simu ndugu zake a Wale wazazi wakikwama kule mie 200 wanampigia ile binti, una shida shilingi 30 <laughs> tuna shida elfu arobaini na shida ya halafu yule binti aliingia kwenye mikopo mpaka anakopa kwatumia wakwe zake. Wakwe walimpenda sana, waku sikio kijana kupeleke nyumbani kautambulishe, kamchukua binti kaenda naye mpaka Tanga kwa Washambaa. Kwa Washambaa kule kamtambulisha, amefurahia, amempikia nini freshi Wakati wanaondoka, baba akamwita kijana pembeni, anaambia huyu mwanamke siwa kuoa. Kwa nini? alivyomwangalia tu macho yake, mtazama, anaonekana kama maraya maraya hivi. Ajiulia baba Ma, mendo nimempenda, mi simtaki mchezi <laughs> arudi na binti mpaka da hmm. Aliporudi da kamekaa, wiki ya kwanza, wiki ya pili, binti ana mimba

alikuwa ah, najnafa sumalea mm. Jamaa akamuoa binti mwingine tena akawa mwanamke aliyemzidi umri mm. Karudi naye mpaka kwenye nyumba ile aliyokuwa anaishi na yule binti, akamwambia, wewe narudi, naomba utoke, na kuja na, na mke wangu. Hiyo ah, ni roho mbaya. Binti aliacha kila kitu akarudi na kwa Baba ake. Baba akamfukuza binti yake -tanga. Nini kurudi, mm, binti akaanza kujitafuta, kutangatanga, anaangaika. Hiyo ni uja uzito wake mpaka hapo umenelewa. Mchiza anamwambia anataka kurudi, tusameane ili mwa mtu. Binti sasahivi amepambana na maisha yake, of course yale um, maisha magumu aliopitia alimtengeneza kuwa imara. So now she's good, ana maisha, binti naye ameolewa, ana familia, na Mungu amemjalia mwenye kipato kikubwa kubwa, she has money, drive, leare, lakini, huwa anakaa na binti yake wa kike, ya mbeda li, ame, of course, ana watoto wawili sasa hivi mmoja wa kike, mmoja wa kiume, binti huwa anakaa na watoto wake anaendelea, huwa anawafundisha muda wote, jinsi ambavyo, yeye, alipambana amefikia pale alipofika. Na huwa anawaambia maisha si rahisi, na wanaambia mwanaume kuishi naye isikupe, isikupe isikupe kibali cha kusema atakuoa. Yani hey, ikaa nini, sipendi sana mambo ya kuvutanavutana. Ndani tunaanza kuishi, natamani vijana wengi waiangalie kwa namna nyingine. Yani natamani tuondoke kabisa, unfair kabisa unfair. Hata yule kaka mwenyee ata basi nimeamua kuoa lakini kutakiwa hata kumfukuza yeah. ukizingatia amebeba mtoto yeah, wako, na yeye hakuwa na pa kupeleka ule mkewe angemweka wapi? Ndio kwake. Sansini nikwambie, finish za mume ndani asilimia tisini kwa mwanamke si ndio? Yaani sijui kitanda, sijui godoro, sijui sofa, sijui everything, kama yule binti alikuwa na hekima sana kuondoka. Naamini ni asilimia themanini ya wanawake wengi wapo ingekuwa ugombi na mahakamani

muda mrefu sio kigezo. Nakwambieni mabinti, naii mkipata nafasi oleweni mtu umekaa naye kukuvisha ring miaka mitatu. Of course ndoa kwa mwanamke ni muhimu mm. Wiki iliyopita nilikwambia, nipo wanawake wanazeeka, wanaume hawazeeki. Mwanaume nilikwambiaje? mwanaume alikiwa linaoja naume na miaka sitini watu washtuki ndoa yake ya kwanza ni miaka 60 watu hawashtuki, sawa. Kwa unataka na miaka una arobaini ndio unaolewa na ipo, tunashtuka, sawa, lakini sio yani mtu kama mimi hivi ndio nisio, um, nataka nisiosasakia tanione, unakuwa unaonyesha ile desperation ya ndoa, utaumia sana na hasa ukipata mtu mwenye kama kani mazuri